Liwali wa Kivu Kaskazini amewaambia mabalozi wa muungano wa Ulaya ya kwamba nusu ya raia wa Kivu Kaskazini Mashariki mwa Kongo waishi ukimbizini katika maeneo yanayodhibitiwa bado na jeshi halali la Kongo FRDC na katika maeneo yanayokaliwa kimabavu na jeshi vamizi la Rwanda. Amesema raia wanaendelea kufanyiwa mateso ikiwa pamoja na kuuawa, kutekwa nyara kulazimishwa kufanya mafunzo ya kijeshi pia, na kuongeza kwamba raia wengi kutoka nchi ya Rwanda sasa wanaletwa na kuwekwa kwenye ardhi ya Kongo baada ya jamii za wakongomani kuhamishwa kwa nguvu na jeshi la Rwanda. Aujourd'hui nous avons une situation de transplantation des populations. On nous parle de des populations qui reviennent du Rwanda pour se réinstaller au nord Kivu dans certains territoires nous savons déjà où est-ce que ça nous amène, cette situation-là. Tatizo la kupandikizwa kwa raia wa Rwanda nchini Kongo katika baadhi ya maeneo yanayovamiwa na jeshi la Rwanda kunatupatia picha ya kule hali hii itatuelekeza. Ujio wenu kama uwakilishi wa muungano wa Ulaya mkoani Kivu Kaskazini ni ishara ya kudumisha urafiki wetu hasa zaidi umoja kati ya raia wetu. Vita na mlolongo wa madhara inayofuata inasababisha hali mbaya ya kiutu inayorejesha maendeleo ya nchi nyuma sana. Masuala ya haki za binadamu inazidi kuwa mbaya, majengo ya umma ikiwemo barabara vya dhidi kuharibika, picha isiyopendeza kabisa. Mkoa wa Kivu Kaskazini kwa sasa hata raia wake wanachotarajia, raia wa Kivu Kaskazini kwa upekee na Kongo nzima kwa jumla ni mchango wenu ili kumaliza vita kutekeleza azimio ya Umoja wa Mataifa nukta kwa nukta namba 2773. Matekelezo yake inasubiriwa kwa hamu na zamu na raia wa Kongo. Raia wetu wanataka pia muunge mkono jitihada zote za amani kama zile zilizopangwa na ngazi ya Muungano wa Ulaya ama Umoja wa Afrika, SADC EAC, na huko Qatar pia kule Washington, hata mapadri wa nchi ya Kongo, ili amani rejee na kukomesha kabisa vita, sababu lugha ya bunduki husababisha uharibifu zaidi, lakini mazungumzo hujenga. Ujumbe wa umoja wa Ulaya

Umoja wa Ulaya umehakikisha kwamba utoshughulikia kwanza masuala ya dharura kuhusu wakimbizi, vilevile vile suala la usalama katika wilaya sita ziundazo mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Tano yavamiwa na wapiganaji wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda vile vile ADF, kwa mujibu waliwali wa wali Kivu Kaskazini